Hivi hawa wapumbavu wanaoongelea maridhiano hivi, wana akili? Mtu kama Nchimbi anatoa wapi nguvu hata ya kusimama kukaa kwenye kamera na kuongelea maridhiano? Kwanza yeye anaongea kama nani kwenye hii nchi? Kama nani? kwa sababu yeye mwenyewe hajapigiwa kura na Watanzania. Yeye mwenyewe Nchimbi ni batili, yeye mwenyewe Nchimbi ni batili. Watanzania hatumtambui Nchimbi, hatuitambui hiyo serikali Samia ndo kabisa. Sasa wanataka Watanzania wafanye maridhiano na serikali ambayo hata hawajaichagua na serikali ambayo ni batili, serikali ambayo hawaitambui at Mnadhani sijipendi, najipenda. What else do you guys want to know? Mimi nataka dawa mm. Mimi nataka dawa ya kupunguza matiti <laughs> kuna dawa matiti? ya kupunguza matiti? Hakuna dawa bwana kupunguza matiti, kuna nani? kuna surgery ya kupunguza matiti ila hakuna dawa. Kama unataka kupunguza matiti kafanye surgery, watayakata atakuwa madogo but dawa ya kupunguza matiti sijawahi kuisikia. Pola na Mario vipi? Pola na Mario. <sighs> <laughs> Yaani M mi mi mimi sikutegemea kama Pola anaweza ku kubadilika akatulia vile but anyway I don't know. Nimeshangaa, katulia really, katulia really. Yeah, katulia tuli. Alafu kuna no mwanaume wa kawaida tu. Yaani sio kama mwanaume ana hela, sijui anampa maisha gani. Yaani katulia. Yaani ka accept just a regular life. She's I don't know. But something tells me Haito. Yaani Paula na Mario. I don't know. Something tells me kwamba ni Haito. I don't know. Sijui but I don't know. I don't know, sitakuwa negative but you know so far it seems like ikabadilika amekuwa sijui amekuwa yaani uh, mpole o something yaani kwamba amekuwa yaani katulia yani but I don't know. I don't know. I don't know. sijui yani issue ya pola hh uh, I don't know. something tells me kuna kitu

Alafu just 20, 20 what, 22, 3, 21. Amesha katulia yani, ka angekuwa binti yangu, sio binti yangu, mama ake yuko okay. So watajua wenyewe. Diva na vunja bei hakuna kitu pale kwa diva na vunja bei, yule vunja bei anavyopenda wanawake wazuri wenye vishepu hawezi kutoka na diva hata siku moja, hawezi kutembea na diva nadiva bei labda kama one night stand, lakini hawezi ku- kutoka na diva. Hebu ngoja Mange, naomba nione sofa yako. A a, sikuoneshe sofa zangu sababu, sofa, kwa sababu hizi sofa nimezikuta kwa mume wangu ziko hivivi. Afu nazichukia kwa sababu zipo kama vile, yani zimefunikwa kama vile furniture um, za kwenye harusi zile covers, alafu mi nimezikuta kwa mangu so nasubiri kidogo, na plani ya kuzi-, kuzibadilisha zote kwa zani, some subiri kwanza niwaonyeshe, si unaona sizipendi, yani kama ziko kama some kind of cover. somekife sonona sizipendi hata kidogo. Anyway, into mana waga siziona sionesho hiyo sizipendi. Hapa ni like ka sizipendi kivile. So ata i sitting room ya pili pia ziko hivyo hivyo. So I have to change them.